Simba Sports Club ipo katika mchakato wa kukusanya maoni ili kuamua klabu hiyo iuzwe kwa tajiri mmoja au iendelee kuwa mali ya wanachama. Nikataka kujua katibu mpya Patric Kahemele ana maoni gani juu ya hilo. Ni tatizo la kiuchumi na halina uhusiano na hiyo, hayo majina kwamba ni kampuni au sio kampuni au ni nani. Ishu hapa ni kutafuta mipango ya kupata fedha inapata wapi klabu fedha? kuna sources. kuna sources ambazo zinajulikana za klabu kupata fedha, tunazitumia je? klabu tunauza jezi? tunafanya merchandise? kufanya merchandise yako kutaki wewe uwe company limited ndio fanye merchandise you can you can unaweza kuwa company limited na usifanye merchandise. Je, tunafanya merchandise. hilo ndio swali simba ina mapenzi wengi sana wapenzi wa simba nadhani, mimi nadhani ni millions, eh. Chukua asilimia ndogo tusema upate wapenzi milioni moja ambao wako tayari kuchangia Simba. Je, wana access ya kuchangia? Kama unapenda Simba unaweza kuchangia, una access ya kuchangia. Na kama unachangia je, kuna transparency? Ile fedha unayochangia ina, kuna accountability. Watu wana audit account zao, ile fedha unayopeleka kama napeleka shilingi kumi, kwenda kufanya kazi. Inatumika inavyotakiwa. Haya ndio mambo ambayo nakwenda kuyafanya. Ukiyafanya hayo na ukaonyesha wana, wana Simba, hivi ndio namna ambayo tunatakiwa tupate ndani. Kuna klabu inatakiwa ipate fedha kutoka kwa sponsors mmoja sijui wa miaka mingapi tunatoka kwenda nje kutengeneza proposals na kuwaona sponsors na kutafuta sponsors. Ukifanikiwa kufanya hivyo, klabu ikawa na revenue ambayo unaweza ukasajili mchezaji yote ukalipa, kwa sababu kazi ya Simba ni kucheza mpira. Mbali na hilo, pia baadhi ya mashabiki wa Simba hawana imani na katibu huyu kwa sababu tu alikuwa meneja wa Azam FC siku chache zilizopita na wanahisi kuwa huenda ni mamluki. Peter Kenyon alikuwa ni mtendaji alikuwa Manchester United, baada ya kahamia Chelsea. Unajua mchezaji au mtendaji yoyote, wewe kazi yako ni kufanya kazi yako ambavyo, mimi na mimi as, as a manager, mimi kama mtendaji, shughuli yangu mimi ni kufanya kazi yangu kwa kufuata principles na weledi. Well, kwa hiyo nilipokwenda Azam nafikiri nilifanya kazi yangu kwa principles. Nilikuwa na kadi ya wanachama wa Simba. Kama walitafiti, wanapengine waligundua lakini hakuna namna ambayo hakuna sehemu hata moja ambayo mimi nili, niliacha maslahi ya klabu yangu ya Azamu na kuweka maslahi ya Simba. Kwa sasa hivi nimekuja Simba, nimerudi kwenye timu ambayo mimi nina kadi nayo, nilikuwa mwanachama kabla sijaenda sijaenda Azamu, sio ni tatizo lolote. Mahojiano yangu na Patrick Kahemele yakahitimishwa na ahadi kuwa ndani ya miezi kumi na mbili ijayo ataibadilisha klabu ya Simba kiuchumi na kiushindani. Ahmed Ally, Star TV, Dar es Salaam.